Kwa majina anaitwa Alfani Haji, ni msemaji wa Kwanza Food Processing Industry ambao ni watengenezaji wa mafuta halisi ya kupikia ya Kwanza Oil. Mafuta yetu yanatokana na mafuta ambayo yanatokana na product ya alizeti, kwa hiyo so, yanatokana uh, na mimea ya asili ya alizeti. Sawa, mmeshiriki kwenye hili tukio la ma-influencer kwenye mpira wa Tanzania, kutoka uh, Dar es Salaam mpaka hapa Dodoma, tuambie ushiriki wenu umekuwa vipi, uh, na mmeonaje tukio ambalo limefanyika hapa Dodoma? Kwanza, awali tumewadhamini, tumedhamini Tanzania Influencers Promotion, tumewadhamini kuanzia kwenye jezi, lakini pia safari yao tumeweza kuidhamini, lakini lengo la kudhamini ni nini? Ni kuunga mkono juhudi ambazo wanazifanya wao. Hao wenzetu wanafanya, wanafanya Tanzania wanatangaza, wanafanya wana watu awareness, watu aware kwamba kuna Afcon inakuja Tanzania, kwa hiyo ni kama wanaiunga mkono serikali kwa ajili ya kutangaza maandalizi ya Afcon kama mnavyofahamu Tanzania ni wenyeji wa AFCON inayofuata, kwao ni kwa lazima tuunge mkono serikali, lakini pia lazima tuwaunge mkono wadau wote ambao wamejitokeza kwa ajili ya maandalizi ya AFCON. Sawa. Uh, kile ambacho mlitaraji kupata kwenye kudhamini uh namna ambavyo influencers wameshirikiana na nyinyi wa mmeridhika? Tumeridhika na tunashukuru sana, na tuishie hapa, tutaendelea kuwasapoti siku hadi siku. Kwa nini tunasema tumeridhika? Sisi mafuta yetu yanagusa jamii ya watu wa chini mno, sawa. Ndio maana tuna mpaka product ya chini ya lita moja, ambayo mtu yote anaweza kupata. Kwa hiyo na hawa wenzetu wengi ni jamii ya chini, kwa hiyo tumeridhika. Kwetu sisi tumeridhika na hatutuishia hapa, tutaendelea kuwashika mkono Yetu, mtaishia huku kwenye uh, ma influencer au tutaona sehemu nyingine mbalimbali, taasisi mbalimbali za mipira, mtatuona sehemu nyingi, mtatuona sehemu nyingi na Mungu akijalia mwaka huu pia mdatu... mafuta unaenda bwana, uh, kukata west, yes, kwenye marathon. Sisi tukushukuru sana neno lako, kwa la mwisho kwa watumiaji na wateja wa Kwanza Oil. Neno langu ni moja tu kwamba watu wajitahidi watumie mafuta ya alizeti ambayo hana cholesterol ambayo ukitumia mafuta ambayo na anakolesa nadhani unjua, unajua unajiepusha na maradhi mengi, pressure na nini, mchanganyiko, mambo mengi unajiepusha nayo. Idumu namna ya kuwapata, labda kama na, na, na mitandao ya kijamii, au yule ambaye hajawahi kutumia ma, mafuta ya Kwanza Oil anaweza kuyapata kwa namna hiyo. Yanapatikana, yanapatikana. Sisi kiwanda kiko Dodoma, lakini usambazaji wetu unafanyika nchi nzima. Yes. Yes. So, shukrani ah, sana na kila la heri. Haya, asante sana, asante.